Habari zenu ndugu zangu watazamaji wa chaneli yetu pendo, zaidi ya Sharifu Ramadhani matabibu Ramadhani. Karibuni tena katika makala mpya ambazo zinazungumzia faida ya pete na kidole, faida ya pete katika kidole. Pete ambayo ni ya rangi ya bluu bahari, una uwezo wa kuivaa katika kidole cha pete, na ikawa ni mvuto kwako katika shughuli zako, ama biashara zako. Pete hii ya blue bahari, na pete ambayo ni blue bahari ambayo haijakolea ni aina ya kijivu. Hizi zote ni aina moja na zote zinavaliwa katika kidole cha pete, kidole cha nyemvuto, ama cha kati, ama kidole kidogo. Na pia pete hizi ni pete ambazo zinahifadhi kumbukumbu za ndoto na pia zinahifadhi kumbukumbu za kawaida. Lakini pete hizi pia zinakuletea umachale ama umakini, yani kuna ile mtu anakaa anavuta, akikaa unakuta anahisi kitu na kweli kinatokea. Tunakwenda kwenye pete nyeusi. Pete nyeusi huwa inawakilisha maswala ya kimizimu, pamoja ikiwepo na pete nyekundu. Pete nyekundu tunaita kizaria, na pete nyeusi tunaita mwindo. Pete nyeusi huwa ni pete yenye mvuto mkubwa sana, lakini watu wengi huidharau kwa sababu pete hii imetawaliwa na mizimu. Pete hii una uwezo wa kuvaa kwenye kidole cha kati ama kidole cha pete ama kidole chochote kile, lakini pia pete hii nyeusi inakulinda na vitu mbalimbali, vitu vibaya. Na pete hii ambayo unaiona hapa ni pete ambayo ina mvuto, pia inavaliwa katika kidole cha pete pamoja na na pete yenye rangi yenye kitu cha njano. Hizi ni pete ambazo za utajiri lakini zikiwa zimesomewa au zimenuiwa zimetengenezwa na masharifu. Sio, mtu tu umepeleka kwa mtu akatengeneza, haeleweki, ajui namna ya kutengeneza hana karama yoyote, karama ya aina yoyote atakuwa anakudanganya. Kile watu waliopewa karama wana w kuzitengeneza pete na kuwa kwenye mvuto wanauwezo w kuzitengeneza pete zikawa sawa. Lakini pia napenda niseme kitu kimoja. Una kutengeneze wa kutengenezewa pete ikawa na mvuto, lakini kama mila yako na mizimu yako wazee wako hawakuvaa pete una w kuvaa pete hata kama ina nguvu gani, lakini isifanye chochote kile. Mimi ni hayo tu. Sisa kusubscribe, kulike, kucomment na kushare pia.